Kamanda, tunaomba ufafanuzi. Kuna taarifa za msanii Ney wa Mitego kushikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Morogoro, ikoje hii kamanda? Ya, ni kweli kwamba huyu bwana anashikiliwa Morogoro na shauri lake sio la Morogoro, lakini tumepata tu maelekezo kwamba tumtafute na alikuwa ametoroka huyu, akawa ametorokea Dodoma, Mpwapwa, akatoka Mpwapwa akaenda Kongwa, Kongwa akakimbia akaenda Turiani, Turiani tulipopata taarifa tukawa tumemkamata pale jana Kwahiyo hivi saa hivi anatoka kule Turiani ataletwa hapa Morogoro, then baadae anapelekwa Dares Salam, shauri lake liko Dares Salam pale sentro. Kamanda, sababu hasa ya kukamatwa ni nini? Ndio nasema shauri shauri mama sasa lililomkamatia liko Dares Salam. Sisi hapa ni tu, unajua jeshi la polisi ni ambayo tuko sehemu zote, kwa hiyo tukio likitokea la mtu yote anayetafutwa maeneo shauri likafunguliwa kwingine huku tunachopewa ya kwamba huyu mtu akamatwe, amehitajika hapa, reference yake ipo kwao. Tumepata reference, tunayo tayari, tunategemea tu sahii tuwasiliana wenzetu wa Dar es Salaam waje wamchukue kule, ndo watakuwa na maelezo ya kuelezea kwamba kosa lake ni nini na ni, alifanya akiwa na nani. Mazingira ni kama hayo. Na jana, amemkamata muda gani kamanda? Ilikuwa nafkiri ni kwenye saa ni, ni, ni. wanasema ni jana, usiku. Jana, jana, jana, jana, jana usiku, usiku nafikiri kitu kama hicho Kamanda, mtamshikilia kwa muda gani hapo Morogoro? Sasa mimi nimesha nilikuwa na nimepata clarification sasa, tunawatafuta wale wa Dar es Salaam ambao wanamhitaji ili waweze kumchukua mara moja. Sisi usihitaji hapa kumshikilia tena hapa kituo cha Morogoro, tulikuwa tunahitaji kule anakotoka aende state kule ambako anatakiwa akajili hicho anachotuhuduma nacho, ndio kamanda. Asante sana kwa ushirikiano, tunashukuru sana kwa ufafanuzi wako kamanda, asante sana. Asante nakushukuru, kazi njema tumefanya.